Ugonjwa wa Fistula ya uzazi ni ugonjwa unaoathiri idadi kubwa ya wanawake duniani, ikiaminika kuwa zaidi ya wanawake elfu hamsini wameathirika na ugonjwa huu kila mwaka, wengi wao wakiachwa bila huduma za matibabu ya kuitibu. Ugonjwa wa Fistula ya uzazi huwa na athari nyingi za kimwili na kisaikolojia kisaikolo, ikiwa ni pamoja na maambukizi ya mara kwa mara. James Mwangi na taarifa ile kwenye makala ya Undugu Afya. Inaaminika kwamba zaidi ya wanawake elfu hamsini duniani huathiriwa na ugonjwa wa fistula ya uzazi kila mwaka. Ugonjwa huu na ambao hujitokeza wakati mama anapata uchungu wa kujifungua kwa muda mrefu bila huduma za dharura za matibabu na baadaye kuhitilafiana na mfumo wa kawaida wa kazi ya kibofu cha mkojo na kumfanya mama asiweze kujizuia mkojo au haja kubwa.

Mwanamke mwenye fistula hukumbwa na athari nyingi za kimwili na kisaikolojia ikiwa ni pamoja na maambukizi ya mara kwa mara na maumivu sugu. Hata hivyo, ugonjwa wa fistula waweza kuzuiliwa kwa kuepukana na mimba za mapema, kukomesha mila potovu kama vile ukeketaji pamoja na kuhakikisha kuna upatikanaji wa huduma za dharura wakati wa kujifungua there is a hope to eradicate fistula according to the strategic development goals by the year 2030 and the only way to go through this the governor has spoken to it about maternal healthcare so we take care of our mothers and our sisters so they can give birth safely pia kupitia upasuaji maalum wa kurejesha mfumo wa kawaida katika kibofu cha mkojo aliadhi na fistula huweza kupata nafuu na, na kurejea katika hali yake ya kawaida. James so uh, uh, no uh, uh, so, so, so Mwangi Makala ya Undugu Afya.